Yaani leo sasa unataka tena mimi na wewe tu kwenye mahusiano? Yaani kwa kifupi, unataka kumsaliti tu si ndio? Yaani unaweza ukaongea tu nikakusikia, yani haina haja, yani uweke hapa, yani shaiti ya kwanza inabidi ulale na maiti. Tena leo hii Haya wewe mwenzetu, naomba unipishe, naomba unipishe hapo mimi nifanye usafi, kwani hunioni? Manake wewe mundani, kitu unachokijua wewe ni kimoja tu, mundani, kwa mama moto. Kazi yako wewe kugalagala, uamke asubuhi ujifanye umejiogesha umejivalisha manguo yako, soeleweka, ugalegale sasa. Nakwambia hivi mwenzetu, wewe si mwanamke kama sisi wewe. Vua hizo nguo zako hizo za kitomboi, vaa vijola kama sisi, tugawane majukumu mundani. Acha taarabu nyingi, chukua wenzako wacheza chula ndio waanze kuongea hizo habari. Sikia, sifanyi chochote na huwezi kunifanya chochote <tipi> <tipi> Hey, shangazi yangu jamani, ya jamani shangazi. Wow, wow. Hey, naua mi sio shangazi, <tipi> shangazi. Mimi anti lakini kaja na shangazi kaja wewe tena. <laughs> He, he, karibu jamani, shangazi yangu. Shangazi sijaelewa. Shangazi unajua kuchagua tatizo, kitu kimoja tu kinakufelisha, kimo chake. Mtoto nzuri anawaka nini? Yani, yani nzuri, wewe umechagua rangi fulani hivi, ambayo umundani tunatamba naye tu, mtoto huyu akizaliwa, lakini atakuwa mfupi sana maka ye mfupi na we mfupi. Kitu hiki umekitoa klabu gani? hiki hikito <tutu> zuri manaumeuyniana wamana okimwe chake ndo kinamfilisha, shangazi. Yaani, jinsi ulivokuwa uko mwingi, ilibidi ukimbilie toilet, kapige maji, utafuta sehemu wenye upepo tuli maana hizo tankalila nyingi zitakupandikisha presha. Kumbe huyu ni mwanadada so, mwanadada tu huyu. Mwanamke huoni na makucha hayo, kabandika shoga yako huyu, umemtoa wapi yani? Kwanza na yani, nakuambia hivi shangazi, wasi ndo umefika umu ndani, nakuambia utajionea mengi hapa ba Shangazi, watu ndo saizi ukapumzike. Aya, mbona madogo sasa? Umisintaki mi rafiki kama unye jeuri, sintaki, aondoke hapa, nisimwone. Uachana naye, ushangazi wangu we, twende, twende shangazi. Yo, ole ito kanihudumu, we nani weo? Ulivojaa hivo, uko mwingi kila <laughs> sehemu. Oh ya babu, mimi mwenyewe ni temi wa zamani. Sinione hivi. Misha pigana na watu klabu karibia thelathini. <laughs> Ukilala na hiyo maiti mama yako hatokusumbua tena.

Atujue anakuja saa ngapi? Atujue anafanya nini? Mimi tiko kasi yangu kibayo, unanivurudia. Yani mimi hapa siondoke, yani kama kajificha ndani. <laughs> Eh, Adija we mtoto wangu. Mara baada ya <laughs> siku nikasema, jamani mdogo wako zoo shangazi <laughs> mababa, koso, mwache baba Adija. Nikasema ndugu, nikasemaaa ndugu yangu ebuka. <laughs> Ah, nimefika pwetu na muzi jamani. Aziza kwani dadako wa DJ Simoni yuko wapi? anambia ametoka sasa hivi. Mimi nikajua amebadilika bado lomba hiyo. Yaani, yani anafanya kukua nayo. Niambie mwali wangu. Unazidi kupendeza, yani unazidi kudamshi. naachaje? Haya, bibi. Eh, nasikia ndugu yangu una bwana pambe hatari. Una bwana wa maana. Nasikia bwana ame, yani ameugusa mtima wako hatari. Yaani, ndio roho yangu shanga. Eh. Nikasema lazima nimuone bwana huyo. Yaani, kabla hajafika nyumbani pale nataka nianze kumuone huko huko. Nimuone ni, ni apate kuninunulia angalau hata chips. Usijali atakununulia. Hebu mpigie simu nije nimuone, maana nina ushawishi. Mm. Na, yani roho inanitukunya. <laughs> Mpigie bwana huyo. Bwana yeye nisalimie. huyu hapa ni huyu bora, hebu simama dume, hebu Ah oh, jamani Adija jamani. Sasa si Adija jamani ndiyo nini jamani? Wewe mbona umekaa kabla kukuambia? Sasa si mbona umegeani huyu jamani? Si ni yani... shangazi mambo gani ya chaongelea nyumbani shangazi? Ah hapana, hapana. Mimi nabidi nikuchania hapa hapa. Yaani wewe mimi nikajua una bwana wa maana, una bwana nzuri. Bwana wenyewe bwana gani? Yaani Adija uzuri wako kwa wote wanaenda kula tea ndizi kisukari. Unaenda kwenye familia jamani. Shangazi, huyu mimi ndio mume wangu. Alafu mbona ana ubaya yote, shangazi? Mbona huyu ana shida? Nende samu iliyojaa wanaume wa maana. Wanaume yaani wenye wenye mbavu zao. Si so, ungeenda hata kwa kina Diamond ukachukua tena wale mabau sao. Eh? Sasa, shangazi, hao maamuzi ya mtu. Mimi huyu ndio mtima wangu. Huyu ndio nyonga mkali aini. Hayo mambo mengine mimi shangazi <sighs> haka. Huyu mwenyewe mimi ndio ninampenda sana. Na ndio mume wangu na ndio kashanioa. Hai. Naishi wapi na bwana huyu nitaga gani? Napoishi na bwana huyu ni wapi? Eh, na kuuliza wewe na bwana huyu mnaishi mtaa gani, na mimi nipate kupaona mnapokaa na nyumba mnayoishi. Bado tuko pale pale nyumbani eh? Bado tuko pale pale nyumbani, bado kwenye nyumba ile ile ya ufuo mm. Nyumba walijenga kakaangu na mke wake kwa uchungu. Yani unakutafuta bwana sio kuwa na kazi ngasi, nzee unamweka ndani mule mule, ivue nguo hiyo maiti fanya nayo mapenzi kama unavyokuwa na mpenzi wako. Chukua hiyo dawa, ipake maiti sehemu za siri, paka dawa nyingi ya kutosha. Kumbuka, hii ni kwa ajili ya kumfunga mama yako, ili awe msukule, ache kukusumbua na inakulamlisha wewe kupata utajiri. Sasa pale shangazi, ndo kwa babangu na mamangu. Wewe utakanipelekea wapi mume wangu eh? Kwa hiyo naenda pale pale Bibi mkubwa shida, ah, ah, shida nini? Shida nini? Mbona kama unakuwa kavu bibi mkubwa hey? Unanichalazia yani? Shida nini? Mimi mtoto sikanipenda au ulikuwa unataka iweje yani? Yale mapenzi mtoto, atu kashanielewa kashanikubali, sasa mbona yeah. Kama unaleta unanichalazia nini ah, shida nini? Nini yani? Mbona sio ni kama mkanye bibi mkubwa afu ndomaa kafanana na babako yani, ni mkavu huyu. Wa unajua mapenzi, bi mkubwa, mimi na mtoto ah. Kumbe wewe una, una meno ya juu, wewe una magego ya juu kumbe, bwana we jeuri hivyo. Sasa sikiliza, kwanzia sasahivi Adija tuondoke nyumbani, sikutaki kwanini unichalazie nyumbani pae siku tak Yani, tulia kuchayamaliza, mi shangazi yangu namjua mimi, chayamaliza nyumbani mnnadi. okay, shangazi, hey. shangazi. Hmm. Usifike huko bwana, ya anazungumzika, webe mkubwa, usivue nguo. Mi sijasema mambo ya kuvua nguo, mi staki unichalazie hivyo, sivue nguo la nini? Sasa mimi ntuhusi, mtaki nyumbani pale pa kumpeleka pakumpeleka kijeba wako sintaki, sintaki huyu mtoto wewe. Tuna ndugu na wewe jamani, kumbe adia natafuta mapungu, sio wanaume. Hadija, sikiliza nikuambie, twende twende, nitakukomesha wewe

Nikifanya juju, nikigonga eh, na hivyo hivyo umeona eh, mm. Mimi nakuwa inapendeza sana hapa fresh, si ndio lakini inabidi usivae na tai mm. Mm, ni sivae tai, na kuwa comfortable, serious. Hapana bwana, unaona kama vile haihitajiki. Sawa, mimi nakusikiza wewe mke wangu. Ah, ah, sasa wife mi kuna jambo nataka tuongee kidogo. Unataka kunitolea mahari kwa mara ya pili au? <laughs> Kumekucha sasa. <laughs> Uh, kuna kitu nimekaa nimefikiria sana nimewaza kiakili ya kiume nimegundua kwamba short story, sitaki urafiki wa wewe na Zawadi. Nipe sababu kanji. Sitaki chochote, sitaki yaingilie kitu chochote kwenye maisha yetu mi na wewe mume wangu mii, zawadi ni rafiki yangu mkubwa sana, ni rafiki yangu ambaye anashauri vitu vingi sana, ni rafiki ambaye tumetoka mbali, yaani kuacha urafiki na zawadi bila sababu yoyote ile ya msingi. Nisikilize kwa makini, sawa? macho ambayo wewe unaangalia tofauti sana na ninaoangalia mimi ya kiume, wakati na kutoa kwenu na kuleta nyumbani kwangu, nilikuahidi kwamba nitasimama kama mume na nitasimama kama baba kwa mamlaka niliokuwa nayo sasa hivi, nasimama kama naongea na mtoto wangu. Sihitaji urafiki wowote wewe na Zawadi, na sitaki aje nyumbani kwangu kwa Eva. Yani mimi msimamo wangu bado uko hapo hapo. Nisikilize vizuri, Kanji, kama unamtaka Zawadi huo umalaya wako huo, huwezi kunizuia mimi kutokuwa na urafiki na Zawadi. Nisikilize vizuri, ninazijua mbinu zenu nyie wanaume, mkishaanza kuwataka ndugu au marafiki ya watu mna watenga, mna unawfia, au watu wa karibu na wake zenu huwa mnawatenga mnawaweka mbali. Unahofia mimi zawadi atakuja kuniambia, si ndio? Au zawadi anaujua uchofu wako unaofanya huko nje? Kanji, mimi siwezi kuacha kuwa na urafiki na zawadi, hicho kitu hakipo, yani sahau. Niko hapa kwa ajili ya kupigania penzi langu, nipo hapa kwa ajili ya kupigania ndoa yangu. Achana na zawadi, sio mtu mzuri. Kwa nini wewe uelewi? mm -hmm. Yaani kitu gani ambacho uelewi hapo? nini ambacho uelewi? <laughs> Yaani haiwezekani, haitowezekana, haitokuja kuwezekana. Tuno amka basi, amka, mwanamke wangu, amka. Yaani sahau kabisa, nafuta na zawadi hapa. Atakuja yaani kila siku sikuele hivi kuna mtu anaipambania ndoa yetu kama Zawadi. Ukiachana na rafiki yangu Zawadi, ni rafiki yangu yupi mwingine ambaye anafurahia mimi kuwa na wewe? <coughs> Sawa. Sawa, yani tutaona sasa, yaani tutaona mimi. Yani tutaona ni kwamba kwa mara ya kwanza sikio itaizidi kichwa, tutaona tuta. Yani tutaona yani, yani zawadi si sindo fresh kwa kweli, si ndo fresh tutaona tutaona fresh fresh yani tutaona yani. Fresh hivi, hmm. Huyu Kanji anajua umuhimu wa zawadi kwenye maisha yangu anajua zawadi ni rafiki mkubwa na bora kwenye maisha yangu kiwango gani? Mimi niache rafiki na zawadi, naweza kupata rafiki bora kama zawadi hicho? Hey, kitu akiwezekani yani. Hey, hey. Hmm. Angejua zawadi ni ananipambania kiasi gani, hata asingeongea upuzi anaongea. <laughs> Juto. Nilikuwa rafiki nikatoka kuwa adui, nilijenga fame juu ya maumivu mm -hmm, na sasa kila usiku ni sinema ya giza nikilia, lakini hakuna anaisikia tena. Ninapiga magoti mbele ya ukuta wa kimya. Sikuomba kuwa Mungu, lakini nikajifanya sasa kila pumzi ni hukumu na majuto. Ni jina la damu lianguka. Majuto yamekuwa nyimbo ya maisha majuto.